There is a choice to keep quiet, to be safe uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa eh, kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu and we live by the consequences of the choices that we make and they make a hard eh, choice. Najua consequences zake, kor mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa no. Na nimekuja kajuni, nimea taratibu, nime kupita hapa kwenu mpaka wote ni poras, na mimi hapa ni kwetu, mzee. Ni hapo hapo yapo Kitakasembe hapo, babangu ndio amezikwa, nimesoma hapa ni Maharaga shule ya msingi hapo. Kwa hiyo, I know this border, yes, ningetaka ni kuvuka hapa yes. Wewe usingeniona ka junior, singeniona nobody would see me, ngeniona niko bondo <laughs> na msingenikamala, na ningerudi na msingenikamala. Sasa mimi sio mhalifu, ndio maana nimekuja alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information uh, since yesterday uh, wana organize I knew it and they come, ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Mimi nimekuelewa, heartless people, sawa kuzikasa <laughs> <laughs>